CNN imerusha ripoti inaelezea matukio ya Tanzania yaliyotokea wakati wa uchaguzi tarehe 29. CNN wameandaa dokumentary maalum wakiwa wanaelezea matukio mbalimbali yaliyotokea katika uchaguzi wa tarehe 29. BBC nao wamerusha wakiwa wanaelezea yaliyotokea Tanzania. Kenya vyombo vya habari vimerusha na wanaendelea kurusha mpaka leo navyozungumza, nakuja kwenye membari hii kusimama hapa muda huu sasa unajiuliza, kwamba wale wana uchungu sana na Tanzania au, ndiyo kalimatul haqi urida biha batil, kwamba neno ni la haki, lakini nyuma kuna batili imejificha? Kwamba wanaionea huruma Tanzania sana, wanaipenda Tanzania sana, au kuna agenda gani? Mbona Wakenya umeishupalia sana mbona wenzetu wa magharibi, vyombo vya kimataifa vya kimagharibi, mbona wameishupalia sana ile agenda? Hapa utagundua kuna batili ndani yake, ila wamekuja kwenye kivuli cha neno haki. Nirudie, Kenya. Kenya ni threat wa Tanzania, threat kabisa katika mambo ya kiuchumi. Nikianza kuwahesabia vitu ambavyo sisi na Kenya tumeshindana vingi, zamani ili kuwa bidhaa mbalimbali za Kenya zikiingia Tanzania inaandikwa made in Kenya made in Kenya. Ni watu wazima, ni mashahidi. Sio maziwa ya Nido, sio viwembe, sio nini, yaani vitu chungu mzima, made in Kenya, made in Kenya, made in Kenya. Nyinyi mnajua, sasa hivi vitu vingi ukifuatilia sio made in Kenya, made in Tanzania. Yani kuna viwanda vingi wa China wameingia hapa, wamefungua kwa hiyo kila kinachozalishwa hapa made in Tanzania. Kwa hiyo kuna bidhaa nyingi zimekoma kutoka Kenya kuingia hapa. Kimsingi ni kwamba nao kibiashara kiuchumi wamesheki kwa sababu walikuwa wanategemea soko lao kubwa ni Tanzania.